Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, e, Mheshimiwa Rais aliunda tume ya maboresho ya kodi na akaipa miezi sita. Miezi hiyo sita imekwisha. Hiyo tume tunalitaka sasa iwasilishe ripoti hiyo, kwa sababu tuna hamu kubwa ya kujua mapendekezo ambayo waliyo yaleta, na mimi kama nilivyosema, nitapeleka kwao, nilipeleka maoni na mapendekezo ya kurasa mia mbili thelathini na tano ambayo yalikuwa na mambo mengi humo ndani, lakini pia nawapongeza kwa sababu walinijibu kwa wakati. Na nataka nishare na bunge hili wanasema, nilipowapelekea zile kurasa za mapendekezo na maoni kurasa 235. Sekretariat ya hiyo tume ilinijibu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mpina, tunakiri kupokea maoni yako kuhusu maboresho ya mfumo wa kodi nchini. Maoni na mapendekezo uliyoyatoa ni mazuri, yameandikwa kwa ufasaha na tutazingatia katika uchambuzi ili kupata mapendekezo ya pamoja ambayo kwa hakika yataleta maboresho ya mfumo wa kodi nchini. Tunakushukuru sana. Na mimi nawashukuru sana Mheshimiwa, Mheshimiwa mwenyekiti, jambo lingine nataka kuzungumza hapa ni mihuri ya wenyeviti wetu wa vitongoji. Wenye viti wetu wa vitongoji waliondolewa mihuri. Sababu za kuondolewa mihuri kwa wenye viti hawa haina msingi wowote. Wenye viti wetu wa vitongoji, tunaomba mihuri yao warejeshewe. Zilikuwepo sababu zilizokuwa zinatolewa eti wanauza ardhi, mara wanafanya kile, mara wanafanya kile. Hatujawahi kufanya hivyo. Hata wizara ya ardhi, wapo watumishi ambao wanagawa viwanja zaidi ya viwili. Hatujawahi kuinyang'anya mamlaka wizara ya ardhi kwa sababu kuna baadhi ya mtumishi wa umma amegawa ardhi mara mbili. Kwa hiyo wenyeviti wetu wa vitongoji warejeshewe mihuri yao. Waziri wa utumishi, simamia hilo kikamilifu tumeongea na mimi niongeze sauti kwa wenzangu waliozungumzia mishahara ya wenye viti wa vitongoji, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa na madiwani. Tumezungumza muda mrefu, sitaki kuongea, lakini lishawishi bunge hili tu, hii ndio bajeti ya mwisho. Tukifika kule mwisho bajeti ya serikali tuikwamishe, mpaka pale mishahara ya hawa viongozi itakapopatikana. Hatuwezi tena kuendelea kukubali tena na maelezo mengine zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tunaendaa hii bajeti yetu ya utumishi na kama tunavyojua kwamba wizara ya utumishi na utawala bora kwa kweli ndio injini ya utekelezaji wa majukumu yote ya serikali. Ukitaka kufanikiwa unafanikiwa kwenye wizara hii, ukiamua kufeli unafeli kwenye wizara hii, kwa sababu ndio inayoendesha shughuli zote za serikali. Kwa hiyo tunataka kuona kupitia bajeti hii watumishi wetu wakiwa wanaboreshewa mishahara yao. Tunataka kuona kupitia bajeti hii madai yote ya watumishi wa umma, malimbikizo ya mishahara, madeni ya, uha, ya uhamisho posh, madeni ya, ya, ya posho za uhamisho madeni ya, ya, ya posho za likizo na, na, na maslahi mengine muhimu. Hatutaki tena kuendelea watumishi wetu kuendelea kudai madai ma, ma, ma, yao haya ambayo ni halali. Kwanza tuliyapitisha kwenye bajeti husika, hatujui kwa nini walienda kukopwa wakati bajeti ilipita hapa. Kwa hiyo tunataka mwaka huu kupitia bajeti hii maslahi ya watumishi kabla hatujaondoka bungeni hapa tarehe saba Juni tuwe tumehakikisha watumishi hao wamelipwa mishahara hiyo. Na wewe waziri wa utumishi unalo jukumu la kuhakikisha kwamba mambo haya yametekelezwa. Swala la kupanda kwa mishahara lisiwe jambo la hisani tena mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa sana nimesoma pia kiambatisho namba saba kinachohusu tathmini zilizo taasisi zilizofanyiwa tathmini za usalama wa mifumo ya tehama ambako ni mifumo mia moja kumi na mbili tu ndio ambayo ilifanyiwa tathmini lakini, nadhani tuna mifumo karibia takribani mia nane kama sikosei. Sasa hizi tathmini za kiusalama zinapofanyika zinapo kwa udogo namna hii, mheshimiwa mwenyekiti, tunapata matatizo makubwa sana. Tunategemea mifumo ya tehama kukusanya kodi, tunategemea mifumo ya tehama kwa ajili ya kusimamia matumizi ya serikali. Sasa hivi mifumo mingi ina matatizo makubwa, ina changamoto nyingi. Mifumo imeanzishwa na kuanza kutumika ikiwa wakati mwingine kanzidata na seva eh, bado zinamilikiwa na venda, lakini mifumo mingine inaruhusu fedha mpaka kuingia kwenye mifuko ya watu kwenda kwenye akaunti za watu, alafu bado una changamoto hii kubwa, mifumo yako ya kufanyua ukaguzi. Mkaguzi CAG amelia juu ya, ya, ya, ya kuparalyze kwa mifumo yetu ya ukusanyaji wa mapato, juu ya kuparalyze kwa mifumo yetu ya usimamizi wa matumizi. Sasa mheshimiwa spika, mheshimiwa mwenyekiti, kama hili jambo litaendelea, na mifumo ya tehama ndiyo hii ambayo tunayoitegemea, kama mfumo unaweza ukakaa, mfumo haukaguliwi au usalama mfumo unaendeshwa haujakaguliwa usalama, maanake mtu yoyote anaweza akatemba nao, mtu yoyote anaweza akaingia kwenye mfumo huo akabadilisha takwimu, mtu yoyote anaweza akaingia kwenye mfumo huo akafuta kumbukumbu. Usalama wa taifa letu huko wapi? Usalama wa mapato yetu huko wapi? Na jambo hili linasimamiwaje? Iga wana tatizo gani la kushindwa kulimeneji hili jambo? na waziri wa, wa, wa utumishi anatuambia nini kuhusu uwezo wa iga katika kusimamia hili jambo? Kwa nini mamlaka zinazovunja sheria? sasa hivi, sasa hivi taasisi ambazo zinasimamia miongozo zinazo, zinasimamia miongozo na sheria ya, ya serikali mitandao ni asilimia arobaini tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ya muda huu nashindwa, hata sijui nitaongeaje sasa kuhusu Mheshimiwa, sababu zingine nataka kusema tu kwamba utawala bora wetu huko wapi, Mheshimiwa Waziri Simbachawene. Taarifa ya CAG, PPRA, FIU, TAKUKURU zinaendelea kuripoti uwizi wa fedha za umma kwa kiwango kikubwa. Lakini kuingia mikataba ya usiri ambayo haina haina baraka za mwanasheria mkuu wa serikali ambayo haijabarikiwa na bunge hili na mikataba hiyo ikaendelea. Alafu tuko na waziri wa utawala bora, tuko na serikali inayosimamia utawala bora. Haya mambo yanawezekanaje? Lakini asilimia arobaini ya watumishi wa umma hawafanyi kazi, na ni taarifa ya waziri mwenyewe. Watumishi wengine wamewekwa benchi, na mwenzangu amezungumza, kwa fitna tu na chuki ndani ya, ya, ya mamlaka, lakini wameachwa tu na anayefanya hivyo ameachwa tu kukabidhi rasilimali za umma wa wageni, kwa mfano machimbo ya wachimbaji wadogo, taarifa za CAG kuto kufanyiwa kazi, mifumo na mikopo na matumizi ya fedha za umma hata nje ya bajeti. haya mambo haya yanaruhusiwaje? waziri wa TAMISEMI huko waziri wa utumishi huko hapa, waziri wa utawala bora huko hapa. Kuna manju mmoja kule kwetu aliwahi kuimba dumoga gijozwa olono saba jirale jabademi, anaitwa mwanachulichuli. Kwa nini tunashindwa kuchukua hatua mahala ambako sisi tunaweza kuchukua hatua, Mheshimiwa Spika na mwenyekiti? Kwa mfano taarifa ya nchi yetu kulipa trilioni 1.438 katika mahakama e, tovuti ya ICSID inaonyesha kuwa baadhi ya makampuni yamelipwa baada ya kupewa tuzo katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa migogoro na uwekezaji na biashara ambako nchini kwetu mpaka sasa hivi tumekwisha lipa trilioni moja pointi nne tatu nane tena kwa siku za hivi karibuni. Hizi taarifa zinaonyeshwa kwenye tovuti ya kisiti trilioni moja pointi nne tatu nane lakini bunge hili halijawahi kuelezwa na waziri wa, wa, wa, wa, wa utumishi na utawala bora. Bunge hili halijawahi kuelezwa na waziri wa katiba na sheria. Bunge hili halijawahi kuambiwa jambo lolote, isipokuwa kule aksidi kwenye tovuti ndio wanaonyesha tu trilioni 1.438 ambapo hizi fedha hatujawahi kuzipitisha sisi na hatujawahi kuombwa kibali na hatujawahi kuambiwa kwa nini serikali ilienda kushindwa katika madai ma, ma, ma, ma, ma hayo, Mheshimiwa, mheshimiwa Mwenyekiti. Jambo lingine mpaka sasa hivi serikalini, kashfa ya wahamiaji haramu kuajiriwa serikalini. Wote tunakumbuka kwamba mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, CDF General Jacobo John Mkunda, alitoa taarifa akisema baadhi ya waomba hifadhi hao na wakimbizi au familia zao wameajiriwa serikalini kwa nafasi mbalimbali mbali, na wengine wamepewa teuzi serikalini katika nafasi zenye maamuzi nafasi za Watanzania zimechukuliwa na wageni. Kwanza, tuna mfumo gani wa utumishi ambao unaweza kuruhusu mpaka mtu mgeni akaajiriwa? Tuna mfumo gani wa utumishi hapa nchini ambao unaweza ukaruhusu mpaka mpaka ukaruhusu, ukaruhusu mtu ambaye sio raia wa nchi hii akapata uteuzi ndani ya serikali? Tuna mfumo gani yanawezekanaje haya na taarifa hii kwa sababu ilikwisha tolewa, waziri wa, wa, wa utumishi na utawala bora, una shida gani? Una kigugumizi gani kuitolea taarifa kikamilifu ndani ya bunge hili? Ni akina nani ambao wameajiriwa ndani ya nchi si raia wa Tanzania? Ni akina nani ambao wameteuliwa ndani ya nchi yetu sio raia wa Tanzania? Ni akina nani hao na vyeo vyao na na hatua zilizochukuliwa na serikali? Kuna shida gani? Kiongozi mkuu mkuu wetu wa majeshi ametoa taarifa nyeti kama hii, halafu inanyamaziwa, haitolewi taarifa mwaka na, na hata mwaka huu tatizo ni nini serikalini, Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Mpina.